Aaa, moja kwa mia. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza maana yake ni nini mfano huo. Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Mstari wa 11 na huo mfano maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata akisema kapande mahindi, ni neno la Mungu, kapande maharagwe ni neno la Mungu, kapande hiki ni neno la Mungu. Na Mungu amempa mwanadamu vipawa, amekupa talanta amekupa karama, amekupa elimu, amekupa kazi, hiyo ofisi, amekupa kampuni, amekupa shughuli za kufanya. Ukiwa na jicho la kujua kwamba Mungu ndo amekupa, hiyo ni mbegu. Mungu anataka kuona mazao, Mungu anataka kuona unazalisha, vinaongezeka, vipungui. Ndiyo maana katika baraka ya mwanzo ya asili ya kwanza Mungu aliyompa mwanadamu sawasawa na Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa ishirini na nane Mungu alipombarikia mwanamume na mwanamke akawaambia, zaeni mkaongezeke. Hakusema msizae, wala hakusema msiongezeke. Akasema mkaongezeke, mkaijaze nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya tatu inasema, Mungu ndiye anayempa mtu mbegu za kupanda, kuzizidisha mbegu, kuongeza mazao ya haki na kukutajirisha katika vitu vyote. Kwa sababu anajua, katika kukutajirisha katika vitu vyote, anasema mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Unaposoma waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya tatu waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya tatu na ule mstari wa sita mpaka wa tisa Neno la Mungu linasema mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Growth, kukua Mungu ndo anayekukuza anakuongeza, anakuzidisha, anakutajirisha. Huko ni kukua. Utakuwa katika kimo, utakuwa katika hekima, utakuwa katika busara. Mahindi yatakuwa, maharagwe yatakuwa, miti ya matunda itakuwa, mifugo itakuwa, na kila kitu ulicho nacho kitaongezeka kwa sababu ni Mungu anayefanya Mstari ule wa saba anasema hivyo, apandaye si kitu wala atiaye maji, bali Mungu akuzae. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu ya Mungu inapokuja, ya wazo la kibiashara, ya wazo la kilimo, ya wazo la ufugaji, ya wazo katika, katika ndoa yako, katika maisha yako ile ni mbegu. Neno la Mungu ni mbegu. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa nane anasema basi, yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Wapendwa, Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachopewa, atazidishiwa pale pale maisha haya hakuna mahali pa kukwepa, hakuna mahali utakapokimbia tabu yako. Japokuwa unapanda kwa machozi, lakini nataka nikuambie, mungu anapoyazidisha mazao, anapoyaongeza mazao, anapoyakuza, unapotoka utukufu na hata utukufu, unapotoka nguvu na hata nguvu, unapotoka neema na hata neema, oh, huwa kuna furaha, huwa kuna furaha. Uwa kuna furaha na shangwe, pigie Yesu makofi mengi ndiyo. Waefeso sura ya nne mstari wa kumi na moja mpaka kumi na tatu naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu. Alitoa, alipanda mbegu hizi, ni mbegu Akazituma akakupa. Halafu ule mstari wa kumi na mbili anasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya Mungu itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Yohana moja o mstari wa tisa inasema, kulikuwako nuru arisi amtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Neno nuru ni vipawa, neno nuru ni maendeleo, neno, neno nuru ni talanta, neno nuru limeachilia vipaji mbali mbali. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kusema kwamba mimi sina mbegu. Narudia tena katika kila sikukuu ya mavuno inaposherehekewa huwa kuna mbegu na kuna mkate kwa ajili ya chakula. Napomalizia tusome Isaya 55, Isaya sura ya 55 na ule mstari wa nane mpaka wa kumi na moja 1 Isaya sura ya 55, Isaya sura ya 55 ule mstari wa nane mpaka mstari wa, wa kumi na moja anasema mawazo, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana, kwa maana kama vile mtu kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zijuu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu. Sikiliza hayo maneno. Ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Mawazo ya Mungu, njia za Mungu zinakuja kama mbegu, zinakuja zimebeba mbegu, mipango ya Mungu kusudi la Mungu linakuja na mbegu ya kukupatia wewe chakula na mbegu za msimu ujao. Anasema mstari wa kumi na moja, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Oh, sikukuu hii ya mavuno ikakuletee mafanikio, ikakuletee ustawi kwa sababu unakwenda kuachilia mavuno yaliyobeba ndani mbegu bora pamoja na, na chakula chako kikiwa kimeambatana. Kwa sababu hiyo, hii ni kanuni ya msingi sana na ya kuzingatia kwamba Mungu ndiye anayempa mtu mbegu za kupanda na mbegu za kupanda ni zinatokana na neno la Mungu. Rafiki yangu alishuhudia hapa siku moja Akasema katika kila kampuni aliyopewa na Mungu kuna, kuna neno alipewa na Mungu, lilikuja kama mbegu na liye mbegu likapandwa linakuja kama neno, baadaye linakuwa kampuni kubwa. Tunao kampuni yetu moja inaitwa Mount Gerizim Company Limited, ilikuja kama neno mwaka elfu mbili na mbili, elfu mbili na tisa ikasajiliwa mpaka leo inaendelea kufanya kazi, ilitoka kwa Bwana. Haizifi hizo hazifagi, inaendelea kuzaa, inaendelea kuzaa. Kwa hiyo kila kitu Mungu anachokupa kitakuja kwa njia ya neno lake. Shika sadaka yako uje hapa mbele, tunataka tuombe tena Mungu na tuki, nikiwa namaliza kukuombea basi, unaenda unaweka sadaka yako vizuri, unamtolea Bwana na wewe uliweka kwa njia ya mtandao Ninajua kwamba wengine mko kwenye mistari kwa ajili ya kukamilisha zoezi la kupiga kura, na hata na sisi pia kura yetu iko kwa, kwa Bwana tunapiga kama kawaida. Nataka tu nikusisitizie kwamba asubuhi ya leo, ebu shirikiana na nasi katika ibada hii kuyatafakari tafakari maneno haya, na kama mungu anagusa moyo wako, mtolee mungu sadaka yako ya shukrani. Ninapowaombea ndugu zangu walioko huko kanisani na wewe pia nitaomba na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu ndiye anayempa mtu mbegu za kupanda. Zidisha, ongeza, na tena yeye ndiye anayezizidisha, yeye ndiye anayeziongeza, na mazao yanaongezeka na utajiri katika vitu vyote wanapatikana neema ya Mungu. Sifa na utukufu Bwana niwe peke yako, unastahili sifa. Asante Yesu kwa ajili ya neema hiyo ya ajabu, kwamba mbegu zatoka kwako. You are the supplier of the seeds to the sower. Baba tupe uwezo katika jina la Yesu Kristo ya kupanda hizi mbegu bora kwa ajili ya mavuno bora katika jina la Yesu Kristo, tupe uwezo wa kupanda, tupe uwezo wa kuzipanda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mpatiye mwanao nguvu na uwezo wa kupanda, mpatiye binti yako Bwana nguvu na uwezo wa kupanda hizo mbegu unazompa katika jina la Yesu Kristo. Mpatiye Bwana binti yako nguvu na uwezo muongezee nguvu na uwezo wa hizo mbegu na kuzipanda katika jina la Yesu. Baba, msaidie kijana huyu, muongezee nguvu na uwezo wa kuzipokea mbegu zako na kuzipanda katika jina la Yesu Kristo, maana vyote vilivyo vyema vyatoka kwako. Baba, mjalie mwanao uwezo na nguvu za kuipanda hiyo mbegu, asizuilie karega jina la Yesu Kristo, jaliye Bwana mwanao uwezo na nguvu za kuweza kuipanda mbegu yake, na ukaizidishe ukaiongeze, ukapate kumtajirisha harega jina la Yesu Kristo, Baba mwongeze mwanao uwezo na nguvu, uwezo na nguvu za kuipanda iyo mbegu kwa ujasiri, kwa furaha, karega jina la Yesu, jaliye mwanao uwezo na nguvu za kuipanda iyo mbegu kwa ujasiri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba mjalie mwanao e Bwana uwezo na nguvu, uwezo na nguvu ya kuipanda hiyo mbegu kwa ajili ya msimu jao, kwa ajili ya mavuno ya chayo, ukayazidishe mavuno yake, ukayaongeze ukamtajirishe. Baba mjalie mwanao neema na nguvu na uwezo wa kuipanda mbegu na kuizidisha ukaizidishe, ukamtajirishe katika kila vitu katika kila eneo la maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Jaliye mwanao Bwana ongezee nguvu na uwezo wa kupanda mbegu ulizompa kwa bidii katika jina la Yesu Kristo. Sante Baba kwa kuzizidisha na kuyaongeza mazao ya haki na kumtajirisha katika vitu vyote katika jina la Yesu. Baba asante kwa ajili ya kubariki mwanao kumwongezea nguvu na uwezo kwa ajili ya kupanda mbegu katika mavuno haya kwa ajili ya wewe kwenda kuyazidisha na kuyaongeza mazao ya haki na kumtajilisha katika vitu vyote katika jina la Yesu Kristo. Baba, increase power and strength in your servant, o oh God, in the mighty name of Jesus. May you increase, may you multiply

Ni Mungu peke yake, hakuna mwingine anayeweza kufanya hivyo. Ni kwa utukufu wa jina lake. Kwa nini anataka kuyaongeza mazao? Anataka kukuongezea, anataka kukuzidisha, na anataka kutajirisha, ili apate kuona ule ukarimu ulio nao katika moyo wako. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya wote walioko online asubuhi ya leo, wape nguvu Bwana, wape uwezo, wape nguvu wape uwezo wa kuweza kuachilia mavuno mwaka huu yakiwa kama mbegu, yakiwa kama mbegu kwa ajili ya mavuno ya mwaka kesho, katika Ka jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako, ninawaachilia mikononi mwako, e Mungu, wawezeshe kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka ambazo wanaendelea kukutolea zilizotolewa hapa na kwa njia ya mtandao, Baba naomba uzipokee na, na kuzitakabali. Tunakupa wewe shukrani, tunakusifu wewe, tunakubariki wewe. Asante Bwana, umesema pandacho mtu andicho avunacho. Ninakushukuru kwa ajili ya Watanzania kukubali kupanda amani siku ya leo ya uchaguzi huu mkuu. E Bwana, ukambariki kila mmoja akavune amani, kwa sababu wewe Yesu unaitwa mfalme wa amani. You are the prince of peace, sawa sawasawa na Isaya sura ya tisa ule mstari wa sita. Pokea sifa na utukufu, ee Bwana, kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Tunapofikia Bwana mwisho huu, ni mwanzo wa ibada zingine. E Bwana, endelea kutuongeza, endelea kutuzidisha, endelea kututajirisha katika kila eneo la maisha yetu, katika jina la Yesu. Na sasa pokeeni baraka za Bwana. Bwana Yesu Kristo akubarikia na kulinda akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu, amen. Na tuende na amani ya Bwana itokayo kwa Mungu.